Kipindi hichi ambacho Tanzania au jiji la Dar es Salaam limeshuhudia eh, changamoto ya maji, na sisi kama bodi ya Wamiruvu tukasema hapana, tusikae tu tukajifungia, tuende field na tumejiridhisha. Kwa kipindi hichi tumeweza kujishuhudia wenyewe takwimu katika maeneo matatu. Moja ya kituo ambacho kikubwa ke, uh, tum tumeweka mitambo yetu kwa ajili ya kusoma takwimu za maji yanayopita kwa sekunde eh, kwenye kituo cha Kibungo mto Ruvu inaonesha kabisa, hapo awali zilikuwa zinapita lita elfu nane na mia tatu kwa sekunde lakini kwa sasa leo tumejiridhisha baada ya mvua hizi kunyesha kuanzia tarehe kumi na tano kumi na sita kumi na saba na leo tumejiridhisha wazi kwamba sasa hivi kiwango cha maji kinachopita kwa sekunde ni lita elfu hamsini na tisa na mia nne lakini vilevile kituo kingine ambacho kinachangia maji pia katika mto wa Ruvu kituo cha mvua nacho kimetuonesha uh, motisha kwa maana kwamba hapo awali kilikuwa kinasoma lita elfu nne kwa sekunde, lakini sasa hivi kinasoma lita elfu tisa na mia moja kwa sekunde, na hii yote imechangiwa na namna bora ya usimamizi wa rasilimali za maji, hasa katika kuzuia watu waliokuwa wanachepusha eh, maji kwenye mto mkuu wa Wami Ruvu kwenda kwenye kilimo ambapo watu hawa sisi tuliweza kutoa takwimu na taarifa mapema tangu mwezi wa nane kuambia kwamba shughuli za kilimo zitasimama kwa sababu mwaka huu kutokana na taarifa za TMA inaonyesha kabisa wazi kwamba e, tutakuwa na mvua ndogo. Kwa hiyo tuli, tuliwapa katazo na hakuna mkulima yoyote aliyoathirika japokuwa tumesitisha utoaji wa vibali e, kama bodi lakini kituo cha tatu ambacho bodi tumejiridhisha pia ni kituo cha Ruvu, uh, Kibaha, kwa maana ya Ruvu Darajani. Na yeye tumejiridhisha readings pale zinasema hapo awali ilikuwa inasoma kwa sekunde moja zinapita lita elfu sita na mia sita lakini kwa sasa tumejiridhisha kwa kila sekunde zinapita lita elfu mbili na mia tisa na kumi kwayo, kitu ambacho tunategemea sasa mitambo yetu kuanzia tarehe kumi na tisa, ishirini, ishirini na moja, ishirini na mbili na kuendelea, basi tunaweza tukapata maji kwa asilimia mia moja. Naweza tukajinasibu kwamba ongezeko hili la maji limetokana na ulinzi shirikishi ambao umefanyika kati ya sisi bodi ya Wami Ruvu, lakini jamii ya, ya, ya Morogoro na maeneo ambayo vyanzo vya maji hasa milima ya Uruguru na Morogoro vijijini ambapo wananchi sasa wameshapata uelewa. Na kwa kusema hayo, kwa sasa naweza nikajiridhisha pamoja na bodi yetu kwamba eh, mto wetu wa Ruvu wa, wa uko salama kwa maana kwamba wachepushaji wa maji, doria inafanyika na tumepewa tumetoa ulinzi, lakini vile vile vilimo vilivyokuwa natumia umwagiliaji na wenyewe vimesimama. Kwa hiyo mto wetu uko salama na maji yanapita kwa uhakika. Kwa hiyo tutegemee mabadiliko makubwa ndani ya siku hizi tatu, kuwa na maji ya kutosheleza katika jiji letu la Dar es Salaam na changamoto hii kuweza kuisha kwa, kwa wakati ambao mbao tun, tun, tun, tun,